Anapoteza mpira anauchukua tena Celeste Ekwa, pitisha pasi kwenye njia ya Dumbia, eka pasi ya ndani kwenye njia ya Kinene, ambiwa ni penati. Ahmad Asimba anafunika mkoja wa penati. Pasi na shaka, anamwambia kwa macho yake yote mawili, ametazama pasi ya Muhamed Dumbia alipopigwa, lakini namna mlinzi alivyojiachia kwelikweli kama anaruka makachu pale Zanzibar, mpira ambao likwenda kwenye mgongo, kwenye mkono. Shaban Pandu. Pandu. Haya, imesharuhusiwa Prince. Prince Dube, muuaji anayetabasamu. This smiling killer anafungua akaunti ya mabao yake yeye kwenye ligi kuu ya NBC, kuhakikisha wananchi wanapata furaha. Uligonga kwenye mkono ule mpira. Hesabu za mlinda mlango zilikataa, alienda upande mwingine na mpira ukaenda upande mwingine, kuwapa Yanga bao la kuongoza. The smiling killer Prince Dube anawapa utangulizi wananchi.

maestro master, mauwa mazuri yatakunukia, wow. pe Pacome Zouzoua pasi ambayo imepotea zimbo yakaipitia alihakikisha inakwenda kutumiwa vyema, ile pass ambayo ilipigwa kwenye njia na Duke Abuya, ukamkuta Pacome Zouzoua Duke kooga, pasi elekezi, pasi iliyokuwa inaongea kwamba yenyewe ni bao. Zouzoua ameingia na bao lake. Bao la pili kwa wananchi.